Kaka, ni aje? Uko poa aje? Uko poa kwa nini? <laughs> Alafu uko <kwa> live sasa. <laughs> ju <Jyo>, ni <aje>? uko <laughs> Hey, poa lakini mi nimekucheki bwana hapo kwa, kwa jambo moja. Uh, moja kati ya video yako ambayo ilipendwa sana na mashabiki wengi mm, ni ile ambayo iliifanya baada ya dada yetu Nicole eh, kupata changamoto kidogo ya masuala ya upatu ye yeah. watu walicheka sana kile ambacho umekifanya dio, dio. Sasa sista bwana kupitia akaunti yake ya Instagram uh -huh, ameposti uh -huh, na hii inaonyesha kwamba kwa, kwa sasa hivi E, yupo huru kwa dhamana yani ameachiliwa ya yeah, yeah. E, kwa dhamana japokuwa kesi bado inaendelea na yeah. Akaandika kwenye eji yake e, ameongea vitu vingi lakini uh -huh. akasisitiza yeah. wale ambao walimzodoa kwa vyovyote uh -huh. <laughs> kama uliigiza, uli sauti yake, ulifanya nini, lazima atarudi kukushughulikia na we Jol Master ni miongoni mwa watu ambao mlimwigizia dada yetu. <laughs> ndugu yangu uh, unazungumziaje hili? Umejipangaje? ni koa anakuja kushughulika na wote ambao wakati kapata changamoto mlikuwa mkimwigizia bana. Ah, sisi bana tunafanya content na ndio kazi yetu. Mm. Naelewa yani. Kwa hiyo mimi hiyo kushughulikiwa pia nakusubiri, tushughulikiwe vizuri na sisi akitushughulikia maanake lakini kama tutamshughulikia tena kwenye masuala ya nini ya content nyingine, maanake <laughs> hote kwenye ulimwengu wa content chochote mm. ni, ni content kwetu. yeye mm. Mm. mwenyewe ni mfanyaji wa content Ndio. kwa namna yoyote, um, kufanya hivyo siku kumfanyaje mtu na kufanyaje, mm. itakuwa ni sahihi kwake kufanya. okay. yes. Okay. Mm. Ningependa kujua kitu kimoja. Yeah. Kwa upande wako Shehe, kutokea siku moja, labda ukamwigizia mtu alafu baadaye akaja kuzingua, labda akachukulia serious. Hapana. Mm. Hapana. Ilitokea kwa Mario issue ile ya uh, nini ile? Ile ya sumu ile. Ndiyo. Eh. Yeah. So mwanasheria wake akanipigiaga simu na nini kama hivyo tu. Lakini Nikamwele sasa mimi nikamwambia, ah katika kitu umekosea mm. nie mwanasheria kunipi, kunipigia simu wakati Marioe mwenyewe ana namba yangu na ana uwezo afanyaje kuniambia kwamba bana mi sijaful au vipi mm, mwenyewe nikamwambia vipi, mbona kama unanitumia mwanasheria na nini eh, yeye mwenyewe akasema amna, labda yeye mwenyewe kwenye upande wake tu kuona sawa, lakini mimi sikumtuma ala nini, lakini mambo fresh achana nayo hivyo. Kwa hiyo ikae imeishaga hivyo. Okay. Sababu wanaelewa wasanii sisi bana mm. wanaelewa. Umeelewa kwenye mm. ulimwengu wa content na nini. Wao wenyewe wanataka pushing hizo. Mm. Kwa maana yake ukinitengenezea mazingira mimi ya ya kutengeneza mazingira ya vikwazo au nini. Maana kwenye jambo lako lolote ambapo utamhitaji Jol Master, maana mm. huwezi kupata tena msaada wangu wote. Mhm. Usianielewe. Kwao sisi wasanii, maana yake utakiri kwenye kwenye Instagram, mm. utakiri lia vitu personal yani, kuchukulia vitu serious sana ndio yes. Ndio maana kwenye masuala hata maswala ya ya ya ya, ya shida tua mm. utani kwa sababu lengo um, kwenye shida hatutakiwi kuanza na sisi kuanza kulia au kufanyaje, mwanake utamfanya alie zaidi si ndio yeah, yeah, lakini kwenye matatizo kama haya comedian tukaweka mm. ucheshi maana yake na kufariji wewe kukuchekesha na vitu kama hivyo. Jamani, mm. wote tuanze kulia maana yake, maana yake nchi yote itakuwa tunalia wote, sawa? eh. <laughs> sawa -sa. eh. Okay, labda kama, kama, kama mchekeshaji ambaye unafanya hizi content mm. una lipi la kuambia watu mashuhuri au wasanii ambao sometimes wanakuwa wanachukulia vitu serious, wanapoona labda mchekeshaji amemwigizia na vitu kama hivyo. Yani, Yaani unalipi la kuambia uh, wale ambao sometime wanachukulia serious wanapoona labda mchekeshaji labda ameigiza eh, sauti labda au kitu fulani kuhusu mtu fulani. Yaani naachowashauri ni don't take kila kitu serious. Mtu mm. kama maisha ukichukulia vitu vingi serious ndugu yangu utakufa na pressure, utakufa mapema. Mmm. Kwa hiyo kwenye hii, tena hasa ulimwengu wa Instagram. Yeah. Ni vingi si vya ukweli. Kuna watu wanaigiza wana ewe, watu ewe wanaigiza, wanaigiza na wana maisha mazuri. Ndio kama hivyo wewe, watu wengi wanaigiza na maisha kwe mazuri, ikitokea kwenye matatizo ndio tunaona hayo mm. Gundua kabisa vitu vingi ambavyo vinatokea kwenye mitandao si okay. Eh, kwe vya kweli okay. Kwa hiyo kama tumeshagundua kama vitu vyote vya mtandao si vya kweli, basi usichukulia vitu serious. Wewe ishi. Sasa. Yeah kwa maana hata sisi pia zingekuwa tunamchukulia serious mtu yoyote ambaye anafanya vitu hivyo. Maana yake sasa mtaishi kwa amani, utakufa mapema. Sawa sawa. Eh. Yeah. Cha kumwambia, cha kumwambia Sister Nicole kwa sababu amesema pale eh, kama uli uliigizia sauti yake atakurudia. Ah, cha kumwambia ni kwamba tu upo <laughs> tunasubiri kurudiwa, cha kwanza cha pili ni um, tuna uh, nachomwambia tu ni kwamba kila mtu ana matatizo, kila mtu anapitia situation ya kimyeusho. So ukipitia situation ya kimyeusho, maana yake ukaona watu ten, wanatengeneza vitu maybe comedy, wanatengeneza content kuhusu wewe, maana yake mm. uone kwamba wewe umefanikiwa, ni mtu mkubwa mengi mm. matokeo ma, kuna matukio yanatokea kwenye yeah. maisha yao au sio? hakuna mm. hata mtu mmoja analiongelea tukio lake sawa sawa. Yeh amezungumziwa kwaa-kwa mabara mangapi? Yeh wengine hata akudhalilisha mpaka familia yake like. lakini freshi tu anaishi. Sasa ukichukulia vitu vingi si ya ndugu yangu mmhm itakuwa noma hiyo, itakuwa shida, manake tunakuepuka sana sisi, ya kweli kabisa hhe uh -huh. So far vipi kazi zegai, inasemaje zegai? tarehe nne mwezi wa nne pale Lito Theater, lakini pia um, mwezi wa sita tuna show kubwa sana ambayo tutamleta Eric Omondi mm. Pale Mlimani City, kwa hiyo mimi nachowaomba Watanzania na mashabiki zangu na washabiki wa comedy um, industry mm. support, support jambo hili liweze kuwa kubwa na liende kwao. Okay, yes, mwezi wa sita hiyo, mwezi wa sita Mlimani um, uh, City, lakini tarehe nne tuna show kama kawaida mwezi wa nne ah, kwa hiyo hapo kuna miezi mitatu kujiandaa. Yes, bila yes, shaka itakuwa kubwa sana hiyo Mungu atasaidia tuombe Mungu. Eh, najua jambo lako linafanikiwaga sana ndugu yangu. Hongera, mambo ya kumshukuru Mungu na kumuomba Mungu pia. Eh, sana bwana na asante kwa time yako nimekushtukiza. Hamna shida, niko kwenye lengo ambayo <laughs> Eh, na watu wamekusikia sasa. Bwana shukrani Jol Master. Aya. So nimempigia simu Jol Master kuzungumza naye kidogo, e, machache kusikia mtazamo wake anasemaje kwa kile ambacho Nicole alikiandika. Of course aliposti ujumbe kwenye ukurasa wake wa Instagram na mwisho Nicole alimaliza kwa kuandika, yamkini kuna mtu yoyote alinisolola kwa njia yoyote ile, kuanzia wasanii, wanafiki, marafiki feki na wanaonigeza sauti na kenge wote na kuhaidini nitakurudia, si punde. Naomba muda nishushie ujelajela na kimweti cha baridi kwanza. Kwa hiyo hiki ndicho ambacho Nicole alikiandika, lakini pia umesikia Jol Master amesema kwamba wao ni wachekeshaji, wanafanya for fun, so akamwambia tu Nicole asichukulie vitu serious. Niambie mtazamo wako ni upi? Naendelea kusalia SNS kwa taarifa nyingi zaidi